tekeleza matakwa ya sheria ya uchaguzi katika kifungu cha 98 kifungu cha tatu ambacho kinaitaka tume iteketeze nyaraka zote za uchaguzi baada ya siku tisini ya kumalizika kwa uchaguzi pendapo e, pindipo hakuna amri yoyote ya mahakama inaoelekeza vinginevyo kama vile zuio na mambo kama hayo, leo tarehe 17 mwezi wa tatu, e, na baada ya maamuzi ya tume ya kikao chake cha tarehe pili mwezi mi tarehe 17 mwezi wa pili, na baada ya maamuzi ya tume ya kikao chake tarehe pili mwezi huu wa pili, hiyo e, ni baada ya kukamilika kwa siku tisini tokea kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao ulifanyika tarehe 29 Oktoba, tumekuja hapa Micheweni kwa ajili ya kuziteketeza nyaraka za uchaguzi ambazo zoezi hili lilianza mara tu baada ya maamuzi ya tume siku ya tarehe mbili ambalo ilihusisha pamoja na kuziharibu kwanza nyaraka kwa kuzikatakata katika vipande vidogo vidogo, na leo kwa upande wa Pemba tumekuja kwa ajili ya kuzichoma. Zoezi kama hili vile vile litafanyika Unguja, uh, katika siku ambayo tutaipanga kwa sababu bado tunaendelea na zoezi vile vile la kuzikatakata katika vipande vidogo vidogo, kuziharibu nyaraka hizo. Lakini kuhusiana na swala lako kuwa kuna kesi mahakamani ndio, tuna taarifa kwamba zipo kesi za uchaguzi mahakama kuu ya Zanzibar, zipo Unguja zipo na Pemba, lakini mahakama amini kesi hizo zimefunguliwa, hatujapokea uh, amri yoyote ya kuweza kutufanya sisi kutotekeleza sheria, kwa sababu matakwa ya sheria anaeleza pale ambapo kutakuwa na amri ya mahakama. Sisi kama tume hatujapokea amri yoyote, na mahakama na ufunguaji wa kesi haina maana moja kwa moja kwamba kuna amri itatolewa chochote ambacho mahakamani unataka una, una upewe lazima uombe. Mahakama haiwezi kukupa kitu ambacho hajakiomba. Sasa hakuna amri yote ambayo tume tumepokea kutoka mahakamani ya, ya kutuelekeza tufanye uh, vinginevyo. Kwa mantiki hiyo sisi tunatekeleza sheria jinsi inavyosema.